Naongea na hawa ndugu zetu wanaopenda kwenda kwa waganga kufuata mafanikio. Nawaambia kabisa, nyinyi waganga hamtaki kuambia ukweli. Hawa watu waambieni ukweli, hata ukafuata dawa, lakini kama umvivu hautafanikiwa. Kama umvivu hautafanikiwa hata kidogo Wakija waambieni kweli, fanyeni kazi, wacheni uvivu, fanyeni kazi. Maana dawa yangu nitakupatia, na si kwamba hii dawa inafanya kazi, unayefanya kazi ni wewe. hmm? hmm? kwu ununu, ukienda kwa mganga kupatia dawa, ukenda ukilalo utapata pesa jidanganye, lazima ufanye kazi. Ukenda ukapawa dawa ukapawa nini kwa mganga, lazima ufanye kazi, acheni mambo yenu Nyinyi lazima mufanye kazi, mwache uvivu na mwache huo ujinga mko nao. Lazima mwanaume ufanye kazi. Mtoto hmm, wa kiume unatakiwa uchakarike, jasho hmm, likutoke kweli. Leo unalala mpaka saa tano halafu atakufanikiwa? Unaona hmm, hela ni ya babako? Fanya kazi, mshenzi wewe.